lakini familia eh, Matt watu wa kauli uchunguzi wa daktari. Familia ya Matt ya toa kauli uchunguzi wa daktari. Simulizi za mafisi Dar es Salaam wanavyoacha vilio kupiga pesa. Simulizi za mafisi Dar es Salaam wanavyoacha vilio kupiga pesa. Hiyo ni ripoti maalum ndani ya gazeti la kule Mwananchi. Lakini kibano Kariako. Kibano Kariako, msako wa baini wa China waliogeuza kichaka cha upigaji 135 wabainika kuwepo kinyemela. Wazawa wasaidia kupiga dili, wapo wengine kutoka nchi saba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lakini habari kubwa kwenye gazeti hili la Mwananchi ni kibano Kariakoo, e, sakasaka ya Wachina. Habari inaendelea ukurasa wa nne. Na tukiachana gazeti la Mwananchi e, tuangazie ndani ya gazeti lako la Taifa Tanzania. Uzalendo kwanza. Linaandika wanafunzi zaidi ya laki moja na elfu arobaini na tisa na mia nane kumi na nane wachaguliwa kujiunga kidato cha tano. Wanafunzi laki moja na elfu arobaini na tisa na mia nane wachaguliwa kujiunga kidato cha tano. Habari inaendelea ukurasa wa nne. Lakini vyama vya ushirika chachu ya mabadiliko ya kilimo Manyara. Vyama vya ushirika chachu ya mabadiliko ya kilimo Manyara. Na PPRA yapata tuzo utunzaji mazingira kupitia nesti. PPRA yapata tuzo utunzaji wa mazingira kupitia nesti. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Na tukiachana gazeti la Taifa Tanzania, tuangazie gazeti lako la Zanzibar leo lina habari kubwa inayosema Dkt Mwinyi awatakia heri ya sikukuu eh, Waislamu eh, wana wananchi wote huyo, eh, ni Dkt Mwinyi awatakia heri ya sikukuu Waislamu na wananchi. Lakini Waislamu wasisitizwa kuchinja waziri Kombo anaadi fursa za uwekezaji Tanzania nchini Kosovo. Lakini Hemedi: idi isherehekewe kwa kuzingatia maadili, tumejipanga kuweka amani sikukuu. Huyo ni arahia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo. Lakini gazeti lako la habari leo lenye nambari kubwa inasema Janabi awataka Muhimbili kujenga mifumo imara kiutendaji. Huyo ni Dr. Janabi awataka Muhimbili kujenga mifumo imara kiutendaji. Lakini rais Samia amlilia lungu wa Zambia. Mufti wito amani uchaguzi atoa wito amani uchaguzi mkuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo, lakini kurasa wa pili. Lakini kidato cha tano juu sababu za tajwa, lakini zaidi ya e, wanafunzi e, laki mbili na kumi na nane wachaguliwa. TAMISEMI ya onya hakuna mabadiliko kubadilisha shule. Wafungwa 126 kunufaika na msamaha wa parole wafungwa 126 kunufaika na msamaha wa parol. Bodi ya mikopo kufungua dirisha Juni 15. Wageni wakutwa na biashara haramu Kariakoo bari, ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini habari kubwa ndani ya gazeti lako la habari leo ni kidato cha tano juu, sababu za tajwa na gazeti lako la Uhuru lenye inaandika makala amwagiza Aweso kutatua kero ya maji mitandao isitumike kuwa ndoto za wanawake kuwa ni ya uongozi, lakini serikali yatangaza wanafunzi wa form 5 e. Serikali yatangaza wanafunzi wa kidato cha tano. Na habari nyingine inasema Tanzania yaweka rekodi ya watalii Tanzania yaweka rekodi ya watalii. Dhamira ya kila kona ya Dar es Salaam kufikiwa na maji safi, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru, lakini habari kubwa ndani ya gazeti la Uhuru ni serikali yatangaza wanafunzi waliopaswa kujiunga na kidato cha tano lakini gazeti lako eh, la Mwanahabari asubuhi ya, ya leo na lenye habari kubwa inasema vyama vya ushirika Chato, mabadiliko ya kilimo wa Manyara, lakini wana CCM kivule imani yao kwa Msofe nafasi ya ubunge na Dr. Biteko atoa maagizo matatu wizara ya mali asili. Eh, Dr. Biteko atoa maagizo matatu wizara ya maliasili, asema dunia inaangalia Tanzania na Afrika kuwa kitovu cha utalii, lakini asisitiza rais Samia ameiweka Tanzania kwenye amani ya utalii na duniani, mapato aongezeka hadi bilioni 3.9 mwaka 2024. na Dr Jafo, serikali itaendelea kulinda biashara zawazawa. Huyu Dr Jafo asema serikali itaendelea kulinda biashara za zawazawa, lema azuiwa kutoka nje ya nchi ioni ambari. Pia imeandikwa kwenye gazeti lako la Mwanahabari lakini habari kubwa kwa asubuhi ya leo kwenye gazeti la Mwanahabari ni Dkt. Biteko atoa maagizo matatu wizara ya mali ya asili. Na gazeti lako la Busati tuliangazia asubuhi ya leo linaandika maajabu ya Mafia. Kuna mengi ya kuvutia katika mji huu wa kihistoria pambana, ufikie ili uone uzuri wa nchi yako. E, gazeti lako la Busati inaandika maajabu ya Mafia e, kuna mengi ya kuvutia katika mji huu wa kihistoria pambana, ufikie ili uone uzuri wa nchi yako lakini tumbusi mzee wa kunusa kifo ndio ni habari kwenye gazeti lako la Busati. Na tukiachana na gazeti la busati e, tuangazie sasa gazeti lako la maendeleo lenye linaandika habari kubwa inayosema Samia amefanya e, ni okoe shilingi milioni mbili kwa mwaka, lakini ndoto tano za wastani e, kumradhi, habari inayosema Askofu Gwajima kama kabuga e, Askofu Gwajima kama kabuga, Samia achangia milioni mia mbili hamsini ujenzi wa diakonia lakini gawio mashirika ya umma kuweka rekodi mpya 2025. Hilo ni gazeti lako la maendeleo kwa asubuhi ya leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana na gazeti la maendeleo, sasa tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari inayosema wafanyabiashara Kariakoo walia na uhaba wa fedha za kigeni. Tanzania yavunja rekodi ya watalii 2024. Lakini zaidi ya, ya na wanafunzi laki mbili na elfu kumi na nne wachaguliwa kidato cha tano vyuo vya ualimu elimu ya ufundi. Lakini habari kubwa ni chauma yaitupia kijembe Chadema, chauma yaitupia kijembe Chadema ni kuhusu kususia uchaguzi. Hechi ataja kikwazo wa maendeleo. Makala ataka wananchi kuwakataa wachochezi. Lakini Bakwata yatoa ya tahadhari nyama ya msaada sikukuu Bodi ya fungua dirisha mikopo kwa wanafunzi wa vyuo vikuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo, lakini habari kubwa kwenye gazeti ya Nipashe ni Chauma kijembe ya tupia kijembe Chadema, Chauma ya tupia kijembe Chadema. Lakini tukiachana na kurasa sasa, sasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye michezo na burudani Jalada la Taifa Tanzania linaandika Mjuma kipaumbele cha serikali ni chani 2025 ni 20, 2027. Lakini hawa hapa watajwa kugombea ubunge. E, ni habari za uhamisho kocha wa Kaiza awasaini wachezaji watatu. Lakini Manula sasa e, ategemea huruma ya uongozi kubaki Simba. Ni habari kwenye gazeti la Taifa Tanzania. Lakini gazeti la Uhuru linaandika kocha Fadhu aigomea Yanga. Fadhu aigomea Yanga. Lakini Taifa Stars Madagascar, kazi ipo leo. Yanga yaweka msimamo mkali. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele. Lakini huko e, kimataifa, kikosi cha England kufumuliwa. Na gazeti lako la Habari Leo linaandika kesi kuzuia Yanga Simba ya tupwa. Yanga ya pandia ligi ya mabingwa msimu ujao. Uchaguzi riadha wanukia nukia. e, eh, lakini chuchuhansi ataja kikwazo ndoa na rei. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo kurasa wa michezo lakini habari kubwa ni kesi kuzuia uh, Yanga na Simba ya tubwa. Lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar leo linaandika Mlandege bingwa PBZ 2024 2025. Masau ya tamani kucheza Taifa Stars. haukuwa msimu mzuri kwetu kocha uh, Mgazija asema haukuwa msimu mzuri kwetu, huyo ni kocha Mgazija. Hiyo habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa michezo lakini kwenye gazeti lako la mwanahabari Mwanaspoti. E, kwenye Mwanaspoti kwenye michezo naandika siri ya Afrika Spoti na Yanga. Lakini Kamara Hamza waibua kipengele, Kamara na Hamza waibua kipengele, mahakama yatoa msimamo wake dabi ya Kariakoo. Lakini Yanga ya anza na kiungo mpya. E, Yanga ya anza na kiungo mpya, Diara amaliza utata hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti, kurasa wako wa, wa michezo. Lakini nyuma ya pazia kimataifa, Bruno ana tamaa, mani ina tamaa e, kimataifa nasema Bruno ana tamaa au mani ina tamaa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Lakini habari kubwa ni Kamara na Hamza waibua kipengele, mahakama yatoa msimamo wake wa dabi ya Kariakoo. Na tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Nipashe Lenye naandika Simba ya anza usajili mastaa wa tano kuti kavu ya gonga hodi Alhilali na s faction eh, yataka kuimarisha kikosi kwa ajili eh, ya msimu jao, lakini Yanga kurejea tena Zanzibar fainali fa. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo, eh, pata nakala yako kwa habari kwa kina